Baada ya mkasa wa moto kuteketeza nyumba zaidi ya mia moja katika kata ya Mapendo Birere mjini Goma, kupelekea wakazi kuangaika. Mia niko na natoka na hapa kwa nyumba niko nasema, nione na kosha taa nguo ya kuvala, nikitoka tu nikituka hapa pembeni, manjanji kanipaka hapa tunapatikana katika kata ya mapendo ni birere, kwenye mpaka wa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo na Rwanda, lakini hapa tuko kwenye upande wa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Mamia ya wakaazi wamebaki bila makaazi baada ya moto kuchoma makaazi yao, kitu yenye ilipitikana hapa. Tulipata msiba nani ya, ya moto, tulipata msiba wa moto na neve ndio ilianza moto ile, tukazimisha manyumba mpaka umwe bila tufikia na sisi umwe tukatufikia sasa. Mpaka sisi chenye tunaweza ona kama umwe mweza tufalia umwe mtupatia mweza tusaidia tu, basi tuone kama tunaweza tuone kama tata tutajenga jenga tena tubake manyumba. Hatuna nafasi ya kukua, hatuna ta kazi umwe tupate ta franga ya kupanga. Sasa mweza tusaidia ta na manjanja, tuone kama tunaweza ishi namna gani

wamo walikuwa wasema ni ulozi, wengine wanasema ni kura, wengine wanasema walichopenda wachomeane mnyumba. Kikweli hatuna precision kama ni nini ndio ilitokeza hiyo moto. Me kabaka sema kura, mimi naweza tetea haiwezi kuwa kura juu sa moto iliwaka, wanasema ilianja dipi ma 20h ya 20h maki saa mbili masaa tatu hivi ya usiku. Sisi tuko, tuko, tunafuata maki kura ilianja kamata, na huku sa lungule, sa masinga zinapita ile ya manyumba

Dakika chache uongozi wa AFC M23 kupitia gavana wa mkoa huu eneo linalodhibitiwa na AFC M23 Bahati Musanga, ametoa msaada wa haraka kwa waathirika ambao wengi walilala nje katikati ya mpaka wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia <coughs> Hapa nyuma yangu ni baadhi ya makaazi ambayo yameteketea kutokana na moto ambayo haijulikane umetokea wapi. Sehemu hii yote imekuwa ni makaazi ya watu lakini kwa sasa wamebaki bila makaazi.

Hapa kwani kwa angalia pole sio tu ni shida yenyewe walipata. Hmm. Na ni nini umeamua kwa sababu wamelalamika wengine tayari wako kwenye mpaka wa Rwanda wako katikati hapa. Utafanyaje? Tunakuja wasaidie. Tunawaletea kila familia yenye nyumba yake ngula. Kila familia tutaipatia sosi. Vento, vento. Manjanja vento. Na chakula? Na chakula tunawapatia kila mtu mfuko wa mchele. <laughs> Na, na kila mtu tunampatia dya disa, disa yani watajenga brick, e watajenga kama wanaweza wabadilisha, wasitie mbao wajenge brick njeo yenye haitalungurafasie. Gavana, inaonekana hapo barabara hayupo. Kuna mikakati ambayo serikali yaundaa, ndiyo tutatafuta katasira, kwani shida yenye walipata, ingekuwa kuko barabara, kama watu walipata jinsi ya kuzimisha hii hivi kenye tutafanya ni kutengeneza hii barabara, tuwaombe kopilasio wafungule barabara, kwani mumakarti mkuwe mumaaveni mkuwe ma mabarabara. Ndio Mheshimiwa Birere anajulikana ndio ilianja Goma na kweli na matatizo, mtafanyaje kwamba kuwe barabara ama kuwe nafasi ambako kunakuwa vizimamoto? Ya kwanza ni kufundisha raia, ndiyo ya kwanza, kuwafundisha uzuri ya barabara, kwani barabara mkarti ya pili, bizima moto tuko navyo, tutaongezea tutaongezea vizima moto vikuwe vya mingi, kwani kulungura Goma manyumba ni kila siku, kwani manyumba ya Goma ni mbao. Kwenye kuna jengo ambao ni kama esansi ketia kidogo inawaka, ukikutana na moto kidogo inawaka <tipa> sana, Mungu amubariki. tukwa na juri saba watu, tutawaweka wapi? tutawa... manyumba zetu ni za kidogo, hakuna fasi ya kubatira. Sasa tunaona naleta musaada, tunafurahi sana. Mungu wa muzidishie, Mungu wa muzidishie sana sana <tos> kabisa. kasraha <coughs> sana mkongo kabisa, asengi mbere

vato vatolo unaitia kukichwa hii basi ndafanya juu ya raha nifo ni bebe. Mi naiva pale kwenye kulilungula naiko kilo, nafurahi sana hata iko kilo nataka nifungule kwa msa nifikishe pale, nafurahi sana Mungu awabariki ni guverner amesisa mumba amulime namuzidishie, nafurahi kabisa. Aa, guverner kukazi unafanya na usitwachilie, uzidi kufana le msaada. Vraiment nafurahi sana vraiment, asante sana kusaidia siye etulunguliwa Asante ya kwanza huku kunalungula, munapata msaada wa direte, maana ke yi ni musada ya tiktak. aikutawata balipia, asubui balifaa mankete akakulala, balitusekirize usiku muzima, balitupatia basoda, walizunguruka fasi yote vrema, walifaizia bulinzi, na ivo tuna bashukuru sana.

Mama, mwenye hapa ni nani? Mwenye hapa?

Munafanya mzuri sana kusaidia watu watu walikuwa wameteseka sana e, nashukuru kabisa kwa kitendo kile mnafanya maana yake hii kazi yenu iendelee, isikate iishi is, naona ji hapo ya governor kuja kusaidia watu naona, na manjanja na kila kitu hapa, nafurahi sana shuku governor kwanza, anasaidia kwanza wakaaji wakaaji walikuwa hawana kitu hawana kitenye watagusia hapa, lakini Mungu anawasaidia sana. Mguverneri akiwa kuwasaidia mimi nashukuru sana kabisa.

Sasa tunapatikana katika kata ya Mapendo Birere, aveni Kisangani. Hawa ni mamia ya wakazi ambao makazi yao yamechomwa moto na nyumba zao kuteketea, lakini gavana wa maeneo haya Erasto Musanga amewaletea msaada. Wakazi hawa wanasemaje? Mama, ndio, baba wa, nimevipata na shukuru sana. Mungu awabariki mm. Awazidishie kabisa na leo ya upendo. Awazidishie. Mungu akulinda, kufinikie, akulinda, kuepusha na kila maadui zao

tulipata msaada kabisa, tunashukuru chama kabisa. Mwenyezi Mungu awazidishe kabisa. Tulikuwa na tuamini tulikuwa na tuamini kabisa, lakini tunaona tu kafu ana anakuja anapatia msaada kabisa. Unaona je, hatua ya gavana Erasto Musanga eh, Musanga mtu mzuri sana. Mwenyezi Mungu azidi kumlinda kabisa, azidishe ana hamu, azidishe kabisa maisha yake. Ninasema asante Mungu akubariki baba. Shida na matatizo tuliona amekukumbuka. Mungu akupatie sifa na muongezee. Ameonesha hali ya mzazi. Mina mzazi lazima amuonee mtoto huruma katika wakati wa shida, na ndio wameifanya kwa leo. Tuna moyo wa shukrani kabisa, nema yetu tuna frenakia tusekulile mbiombio